Napenda kukukaribisha tena katika masomo yetu ya malezi pamoja na huduma ya mtoto. Aa, na leo natamani tuzungumze juu ya somo muhimu sana linalosema njia panda na changamoto zake. Lakini natamani kwanza tuelewe juu ya njia panda. Unajua mzazi na mlezi, tunaposhughulika na watoto kuna jambo la muhimu sana ambalo tunalitengeneza hasa kuandaa watoto wetu wanapofika katika njia panda. Unajua aa, njia panda ni pale ambapo huwa kunakuwa na mgawanyiko wa barabara au mahali ambapo kuna makutano ya barabara. Sasa pale ndio panaitwa njia panda. Ukiwa unatoka katika barabara mojawapo na ukafika pale njia panda, kama hujui unakoelekea, ni vigumu sana kufahamu kwamba uchukue uelekeo gani. Unajua wanasema asiyejua aendako hapotei njia. Kama mtu tu anatembea na jiendea zake, hawezi kupotea njia, lakini mtu anayejua anakokwenda anafahamu kwamba hapa nimepotea njia au la. Na watu wengine wakasema kwamba unapopata ufahamu ujue umepotea. Yani mfano, unaenda unapita njia fulani unashtuka, ah, ni kama nimepotea. Maana yake uh, ufahamu unapokuja ujue hauko kwenye njia sahihi. Sasa leo natamani tuzungumze, tuone jinsi ambavyo ni kwa namna gani ambavyo sisi wazazi na walezi na kanisa tunaweza kusimama na watoto wetu ili wanapofika njia panda wafanyaje. Njia panda na changamoto zake. Nataka nikuambie katika kitabu cha Zaburi 119 mstari wa 19 Biblia inasema, mimi ni mgeni katika nchi, usinifiche maagizo yako. Unajua, kijana anapofikia umri wa teenagers au chipukizi au mtoto anapokuwa na kufika umri fulani ambayo anaweza kufanya maamuzi yake mwenyewe, A, anakuwa kama mgeni anayesafiri, ambaye anahitaji kuwa na taarifa kamili ili huko anakokwenda afanikiwe na asiende katika njia ambayo si sahihi. Sasa iko hivi, mzazi mlezi, tutakubaliana kwamba huwezi kukaa na mtoto wako miaka yote. Kuna wakati mtoto ataenda shule, kuna wakati mtoto ata, atasoma shule za msingi, atafanikiwa kumaliza, ataenda boarding school, shule za kulala kule, na unakaa muda mrefu bila kuwa naye. Sasa, uliwahi kujiuliza kwamba ni kwa namna gani mtoto anapokutana na mambo magumu anawezaje kuamua? Maana tunapozungumza juu ya njia panda, ninamaanisha kwamba zile changamoto ambazo mtoto anazifikia pale ambapo yanatokea mambo magumu kwa mtoto na yuko peke yake, mzazi hayupo, ya ndugu zake hawapo, watu wa karibu naye hawapo, watu wa kanisani kwake hawapo, watu wanaomjua hawapo, hakuna mtu ambaye anaweza kumwona. Je, anapofika kwenye hatua ya njia panda, ni namna gani anaweza kufanya maamuzi na kuchukua uamuzi ulio sahihi? Sasa natamani sana mzazi ufahamu kwamba ili mtu aweze kufanikiwa lazima awe na kitu kinachoitwa taarifa. Unajua, kama ukitoka nyumbani, lazima uwe na taarifa unakokwenda. Namaanisha nini? ili utoke mahali, mahali ulipo kwenda mahali pengine Fikiri kama unatoka nyumbani unakwenda uh, mahali popote, lazima kutoka nyumbani una taarifa za kutosha kwamba naenda wapi, naenda kuchukua nini, nitakaa saa ngapi, ni nitarudi muda gani? Hayo ni maswali ambayo mtu mwenye tu akili nzuri na anayejali mambo yake lazima ajiulize, kwa sababu huwezi tu kwenda popote kwa sababu unaondoka, lazima uwe na mambo ya namna hiyo. Um, sasa mtu anapoondoka kinachomsaidia asipoteze muda, kinachomsaidia asipoteze malengo, kinachomsaidia aje na matokeo ni kufahamu kwamba ni kutoka na taarifa huku anakoanza safari yake, awe na taarifa iliyo kamili. Sasa iko hivi aa, mtoto lazima tumfundishe sana lazima tuwekeze maarifa ndani yake. Unajua Biblia inasema katika Mithali 22 mstari wa sita kwamba mlee mtoto katika njia ipasayo naye hataiacha hata atakapokuwa hata mzee. Maana yake ni nini? Weka taarifa za kutosha kwa mtoto, weka taarifa za kutosha kwa mtoto, ili atakapokutana na mambo magumu na mazito awe na uwezo wa kuamua kitu kilicho sahihi. Unajua aa, wanasema aa, information is power, ukiwa na taarifa una nguvu, na hiyo ndio inayotusaidia. Tunaishi katika ulimwengu wa taarifa. Unaweza ukawa unafanya biashara, unafanya shughuli za kilimo, unafanya jambo lolote, kama hauna taarifa sahihi, una namna nzuri, utabaki kufanya vitu katika hali ya kawaida sana. sasa Taarifa zinamsaidia mtu kufikia malengo na makusudi ambayo amefikia. Tunapolea watoto wetu, hakikisha mzazi, mlezi, kanisa, weka taarifa za kutosha kwa mtoto, ili anapofika kwenye njia panda afanye maamuzi yaliyo sahihi, kwa sababu tayari ana, ana taarifa. Sasa iko hivi, mara nyingi sana watoto wetu wanaangukia katika mambo magumu kwa sababu hawana taarifa za kutosha. Nataka nikupe mfano uh, unajua Yusufu alipokuwa katika nyumba ya Potifa, mke wa Potifa alipo, unafahamu tukio ambalo alitaka kufanya na huyu kijana. Aliweza kukimbia hiyo changamoto, maana hapo kwake hiyo ndio ilikuwa njia panda, aamue maamuzi sahihi ipi aamue ipi ndio sahihi kwake. Yusufu, kwa kuwa alikuwa na taarifa za kutosha, akaona kwamba njia sahihi ni kukimbia, maana hapa, nik, nikijiingiza katika jambo hili, nitakuwa nimemkosea Mungu. Maana yake huyu kijana alikuwa na taarifa kabla ya kufika, uh, nyumbani kwa Potifa. Sasa unaona, Daniel alipokuwa katika jumba la mfalme na wakatakiwa kula vyakula ambavyo vilikuwa vinatoka kwa mfalme, na wakagundua kwamba vile vyakula vilikuwa najisi kwao, na wakamwambia Ashpenazi, yule mkuu wa matowashi, kwamba sisi tuko tayari kula kunywa maji na mtama, ili wasiharibu mioyo yao, kwa sababu kule walikotoka walikuwa wamepatiwa tama. Kwa hiyo walipofika kwenye njia panda walikuwa wanafahamu nini cha kufanya, na waliweza kufanya maamuzi sahihi, kwa sababu tayari kule walikotoka wana taarifa ya kutosha. Sasa nikuambie mzazi na mlezi na kanisa pia, watoto wetu wanaangukia kwenye mambo magumu wanapokuwa mbali na sisi, kwa sababu hawana taarifa za kutosha. Hivyo wanapofika kwenye njia panda, wanashindwa kuamua kilicho sahihi, maana hawana taarifa ndani yao. Lazima tuhakikishe kwamba watoto tunawapa taarifa za kutosha wakiwa wadogo. Fundisha, Mpe maarifa ya kutosha, mwelekeze, msaidie mtoto wako aishi katika mpango wa Mungu na kusudi la Mungu. Weka maarifa, mfundishe utembeapo, ukaapo, ulalapo, nyakati zote, ili huyu mtoto aendelee kukua na zile taarifa ambazo tumempatia, aendelee kukomaa na zile taarifa ambazo tumempatia. Sasa anapofika kwenye njia panda, ana uwezo wa kuamua vizuri, maana tayari tumeshampatia taarifa za kutosha. Kwa hiyo njia panda kwake si tatizo, anafahamu mwelekeo sahihi. Njia panda kwake si shida, kwa sababu anaelekea, anafahamu aa, njia iliyo sahihi. Sasa nikwambie, kanisa, mzazi na mlezi, hakikisha mtoto wako anakuwa na taarifa za kutosha, ili anapofika njia panda afanye maamuzi sahihi.